Mabasi yote yaliyoanzisha stendi nje ya stendi kuu, hasa barabara ya Canal Middleton toka Mianzini kuja stendi kuu, barabara ya Fadhababu ile ambayo inaanzia Seliani, Seliani kuelekea kule Kilombero, tumeagiza stendi zote hizo ziondolewe mara moja. Kufuatia agizo lililotolewa Januari 14, 2026 na Wakala wa Barabara za Mijini na Vijijini TARURA mkoa wa Arusha linalowataka wamiliki wa mabasi yaendayo mikoani waliweka ofisi za kupakia na kushusha abiria katika makazi ya watu, kufunga mara moja ofisi hizo na kurejea katika Stendi Kuu ya Mabasi jijini Arusha. Hatua hiyo imeibua mjadala mpana miongoni mwa wadau wa sekta ya usafirishaji. Wajumbe wa Chama cha Mabasi Tanzania wameeleza kuwa agizo hilo linapaswa kutazamwa upya, wakieleza kuwa miundombinu ya Stendi Kuu ya Mabasi Arusha kwa sasa hairidhishi, ikiwemo eneo dogo lisiloweza kuhimili idadi kubwa ya mabasi na abiria kwa wakati mmoja. Kwa mujibu wa wajumbe hao, hali hiyo ndiyo ilisababisha baadhi ya wamiliki wa mabasi kuanzisha vituo vidogo vya kupakia na kushusha abiria, ikiwa ni njia ya kupunguza msongamano mkubwa uliopo katika stendi kuu. Pesa zinatembea kwenye mtandao juu ya ofisi zetu zile za Arusha. Kwa hiyo sisi tukaona tusikae kimya, kwa sababu serikali ni sisi pamoja na wao viongozi. Kwa hiyo panapokuja tatizo lazima tulizungumze lakini kinacho tulichokiona cha msingi cha kuwaambia ni kwamba stendi yetu mazingira sio rafiki iliyo presi inaonyesha kwamba mtu aende kabla ya dakika thelathini na tukiangalia almost ya basi zinazotoka kwa mkoa wa Arusha tu kwa siku, sio chini ya basi themanini au mia. Sasa inapokuja ile stendi, hakuna sehemu ya kupaki gari, na wao wanasema zinaleta msongamano sisi kwa kweli tunaona kama wanataka kutuonea. Kwa hiyo tunaiomba serikali waangalie kwanza kwani miundo mbinu iliyokuwepo ni ya kizamani. Na ile stand ilikuwa ni almost ya kupaki la magari saba nane mpaka kumi, lakini sasa hivi ile stand hata ukiangalia ina maduka kule ndani kumejaa, hata sehemu kuna watu wanapika mle mle kwenye lami chini. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinaweza kuleta, ni sehemu ambayo hakuna uwezo kupaki lile basi. Kwa hiyo sisi tunaomba ofisi zetu tuendelee nazo kwa sababu hizi kama wanavyodai ziko kwenye makazi ya watu. Sisi tunafanya ni kazi ya jamii kwa sababu kazi yetu sio kazi ya tarishi, ni kazi ya usafirishaji. Na sehemu ya usafirishaji inatakiwa na sehemu ya malazi, sehemu ya kupata chakula na kupumzika. Tukiangalia stendi yetu pale haina sehemu ya kupumzika abiria, tukienda upande wa vyoo, choo kipo ni kimoja, mazingira sio rafiki, hakiwezi kuhimili wingi wa watu ambao wanatoka kwa siku kwenda mikoa tukizungumza mikoa, mikoa inayotoa gari kutoka Arusha ni mikoa sio chini ya tisa au kumi au na zaidi, kwa sababu kuna, kuna Arusha Mbeya, kuna Arusha Njombe, kuna Arusha Songea, kuna Arusha Mwanza, kuna Arusha Kigoma, kuna Arusha Tabora, kuna Arusha Singida, kuna Arusha Dodoma, kuna Arusha Morogoro, zote hizo, zote, zote, zote, zote zote, kuna Arusha Dar es Salaam, zote hizo ruti zinaanzia mkoani Arusha. Sasa hatupingani na serikali, tunataka mazingira yaboreshwe kama walivyosema, wanajenga stendi kule chini, stendi ikamilike. Hizi za kwetu ni terminal zetu ndogo tu, kwamba abiria anapokatiwa tiketi apate sema, aenda kukaa asubirie muda, lakini tukisema tunawapeleka pale, hakuna sehemu ya kukaa abiria, labda atasubiria gari labda ya kuondoka saa moja au saa mbili au saa tatu. Sisi maoni yetu ndio hayo. Kwanza sisi tunataka tuseme kwamba sisi huwa tuna msimamizi wetu regulator, ambaye ni LATRA. Sisi hizi ofisi hatukukurupuka, tulikata vibali tukapewa na tukafanya ujenzi huu, na ujenzi huu nafikiri wenyewe mmeona ni rafiki, kwani umesaidia sana ule msongamano kupunguza, ule wingi wa banana stendi, watu kuibiwa -ibiwa, na nafikiri kuna maradhi ya mlipuko kama tulipata corona miaka iliyopita, miaka mitatu minne iliyopita, kwa ofisi kama hizi hapa kwetu ni msaada sana, na hata ukienda nchi zilizoendelea wale mfumo wana ule unaotumika ule ni analogi hii sasa hivi ni mambo yako, mambo yako ya digital. Kwamba kila kitu kiko wazi, ile standi ya mkoloni ile ya zamani sana. Ah, uh, kwa ufupi ni kwamba kabla hatujaamua kufanya jambo kama hili tulishafata taratibu zote, na ndio maana ili tamko lililotoka limekuwa likitushangaza hata sisi pia, hatuelewi ni sababu ni zipi mpaka limetamkwa kwa namna hiyo, kwa sababu taratibu zote za kisheria tunazifata, kodi za serikali tunalipa kila kitu tunakifuata, na pia hii inasaidia kupunguza kupunguza msongamano. Mfano, ukiangalia nikirudia, hata mimi binafsi <coughs> ile stendi kule ambayo inasadikika ni stendi ya mabasi pia ni ndogo, hata basi tisa au kumi hazienei hazitoshi kabisa, lakini kwa sasa kwa sisi tulivyotengeneza terminal zetu inasaidia, inapunguza hata jamu hata msongamano wa watu Kwa upande wao, baadhi ya wananchi wameeleza kuwa iwapo mabasi yote ya masafa marefu yangepakia abiria katika stendi kuu pekee, kungekuwepo na foleni na msongamano mkubwa zaidi kuliko ilivyo hivi sasa. Kwa jina anaitwa Oki, Oki Abdalla, niko stendi ya Arusha, napakia magari ya Babati Singida hapa. Kiufupi, hii stendi ni ndogo, magari tulikuwa nayo hapa kama sasa hivi Unaona foleni hapo ya stendi hapo, magari haya yenyewe kuingia ndani yanashindikana, paka si tunatolewa tunawekwa nje, kwanza tunapakia. Hamna utaratibu wa kupakia magari kwa foleni, gari moja ikipakia, iitwe ingine, ikishajaa moja itoke. Sasa tukiletoa yale magari ya kule hapa, ina maana hamna mzunguko wa watu hapa ndani, kwa sababu hakuna nafasi ya magari magari kuingia hapa. Hii stendi ni ndogo sana, angalia magari tu haya ni machache yako hapa lakini stendi imeshajaa sasa, zikiletwa tena ile zingine kule juu zije stendi hii itakuwa ni hamna kazi.